Kutoka London, hii ni Swahili Voice exclusive. Maulana Abu Jaffar, um, unauzungumziaje huu mgogoro kati ya Waislamu na Waislamu katika msikiti wa, kati wa jamii ya watu Waswahili kule Coventry? Uh, kwa hakika bismillahir rahmanir rahim. Uh, mimi niliposikia nilikuwa nilifadhaika sana, nikaona kwa nini sisi Waislamu kila wakati una kumbwa na mikasa kama hii na hasa kwenye jamii yetu sisi ya watu wa Afrika Mashariki na ya Kati au kwa lugha inayozoeleka Waswahili. E, jambo lilio disikia mimi kwa watu ambao wa kuaminika, ni kwamba Coventry kulikuwa kuna kundi moja kubwa ambalo lilikuwa liko pamoja katika kutafuta a, sehemu ya kufanya shughuli zao za kidini na kijamii, lakini kuna baadhi ya watu walijitoa katika harakati hizo wakaenda kutafuta jengo la kwao na wakawa na jengo la kwao. Pamoja na hayo, hili halikusababisha kitilafu kubwa, kwani wafuasi wa jengo hili na jengo lile wakawa wana uh, wana relate, wako pamoja katika shughuli nyingi tu, hawa wanaswali huku na wale wanaswali kule hakuna matatizo makubwa yaliyojitokeza, lakini baada ya muda anaonekana uh, kwamba kuna wafuasi katika jengo hili ambalo kulitokezea zahma juzi. Waliwaalika baadhi ya mashehe kuja kutoa darsa ya Qur'an al-Karim. Sasa utata uliojitokeza ni kwamba uh, hili darasa halikupata baraka ya uongozi wa hii center ya Coventry eh, kwa hivyo kutokana na jambo hilo ndiyo ikatokezea kurupushani kwamba kwa nini mnafanya darasa, wakati uongozi e, majority ya uongozi haukukubaliana na na nyinyi kuja kufanya darasa, ingani darasa la Qur'ani. Hakika kwa wanavyojua kwamba kila kitu kina inabidi uende e, kuna utaratibu wake e, huwezi kwenda uka, uka, ukaingia katika nyumba ya mtu yenye uongozi e, ukaenda ukafanya, na hata ikuwa ni msikiti, lazima kuna kuona uongozi, lazima utambulisho ule uongozi, ndilo tatizo lenyewe. E, kwa mujibu wa nilivyosikia habari zenyewe, tukio kama hili kwa jamii ya Waswahili ambao ni wachache ukilinganisha na jamii kama za Wahindi, Waturuki na Waarabu kutoka mataifa ma mengine hapa UK. Kwa nini sisi, kwa nini sisi Waswahili zaidi? Nadhani e, jambo hili linaweza likahusishwa lika, lika na background ya kule ambako tunatoka, kwa sababu matatizo mengi ya hapa yanaweza yakasababishwa na khitilafu zetu za zamani, kama vile eh, khitilafu za kisiasa, khitilafu za kijamii, khitilafu za, za, za hata y kidini. Eh, inawezekana zikajitokeza hapa kwetu, eh, hapa kwa UK. Kwa hivyo mara nyingine eh, his, history yetu tarikhi yetu, inaweza kuchangia mambo kama haya ambayo yamejitokeza. E, nadhani ni hivyo haya. Na naomba urudie tena kwa ufupi, kwa nini sisi? Maana hapo nimepakosa kidogo. E, nimesema kwamba pengine kutokana na history yetu historia yetu ya kisiasa huko tunakotoka nchi zetu na history yetu ya kijamii Eh, na kimila na eh, matatizo yetu lafu zetu za zamani zinaweza zikaakisi haya yanayotokezea leo, hiyo ni moja. Pili, ukosefu wa fikra chana chanya ambazo eh, ni muhimu katika kutoa judgment uamuzi eh, pengine labda hekima ikikosekana, pengine eh, labda collective leadership ikikosekana, yote haya yanaweza katokezea bila kusahau, labda mara nyingi tunadhania kwamba elimu ni ufunguo wa kila kitu, lakini si kweli e, kwa sababu Qur'an inasema hata elimu yaweze ikawa ni chimbuko la, la ikhtilafu na chimbuko la ugomvi, kama alivyosema Mwenyezi Mungu, wa makhtalafu hawakukhtilafiana hao illa min badi ma jaahum al-ilm bagiyan bainahum, isipokuwa baada ya elimu kuajia, bagiyan bainahum, yani antagonistical antagonistic behavior. Wakawa kila mmoja ana, ana, ana, anamuona mwenzake manake e, e, hafanyi vizuri au anamfanyia uadui mwenzake. Kwa hivyo elimu yaweza ikitumika vibaya, yaweza ikawa ni chanzo cha uadui, chanzo cha uhasama, chanzo cha, cha khilafu. Naam, naam, naam. Ni kawaida katika dini yetu, unapotokea mgogoro, dini inatuarifu na kutuelekeza kwamba uwe na utamaduni wa kuleta sulhu baina yetu. Kwa sisi Waswahili, migogoro kama hii imetokea kule Barking, Leicester na sasa Coventry, lakini ukiziangalia jumuiya zetu takriban kumi na mbili ziliyopo za kidini zina kawaida ya kwamba mgogoro ukitokea upande mwingine hawaingilii kati kusuluhisha na wala hawachangii hawa, hawa Kuhakikisha eh, uh, kwamba ugomvi uh, uh, baina ya jamii ya watu wetu hautokei katika hali kama ile. Shida iko wapi, Maulana Abu Jaffar? Mi nadhani hizi senta zetu hizi zote hizi za UK haziko kwenye collective leadership. uh, hatuko hivyo, maana kila kila senta ina ina viongozi wake na viongozi wake ndio hawo hawa wanajiona kwamba wao ndio wao wenyewe pale pale hawafikiri ile wider perspective ya uh, jamii yetu ya, ya Waswahili au jamii yetu ya watu wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo viongozi wanahisi kwamba zile senta ni zao wao wenyewe na watu wao, kwa hivyo ni wao peke yao tu. Hawahisi uh, kwamba miji mengine e, pia uh, ina, inatakiwa iwe na mchango muhimu katika, uh, katika kuziendesha au kuchangia jumuiya uh, hiyo. Ni hivi karibuni tu imekuja wazo zuri tu kutoka kwa uh, Sheikh Hassan Hamis akasema kwamba uh, tukutane sote tufanye collective uh, leadership. Ikiwa mji fulani ina jamii ya watu wetu wengi hawana labda jengo la kufanyia shughuli zao, tuwasaidie katika kutafuta jengo hilo. Kwa hivyo ni fikra nzuri ambayo imetoka, labda hii inaweza ikaondoa matatizo kama haya ya watu kukaa wakaangalia tu kama wanaangalia mpira. E, jambo jingine ni kwamba uh, viongozi wengi katika jumuiya hizi ni watu ambao pengine hawajawahi kuwa viongozi huko na kutoka pengine hawajui ufani ya ku, ku, kuendea jambo au fani hii ya dini yenyewe, pengine wengine hawakusoma hiyo dini, wengine wako kwa sababu wako pale na ni wanaharakati, wanaingia tu katika mambo kama haya. Kwa hivyo wazo langu ni kwamba wa, wachaguliwe wa, watu ambao wana, wana uwezo wa kufanya mambo kama haya, wana uwezo wa kuongoza hizi senta za kidini na kijamii. Asipewe uongozi kila mtu tu hivi hivi, eh, watu wasigombanie uongozi ikawa kila mtu anataka kuwa kiongozi, wakati pengine hana uwezo wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa kuisaidia jamii au hana fikra ambazo zaweza zikapeleka mbele, manake eh, jamii eh, yetu sisi. Na kuna, kuna wachambuzi waliochunguza baadhi ya migogoro iliyotangulia. E, migogoro kama hii baina ya jumuiya za Waswahili hapo nchini Uingereza hapa, wamegundua kwamba moja katika shida zinazopelekea migogoro hii ni kwamba baadhi ya viongozi wanaoongoza zile jumuiya wanajimilikisha jumuiya zenyewe na kuzifanya kwamba ni zao binafsi. Unaizungumziaje hii ukiwa kama ulamaa mzuri na mwenye uzoefu wa kiuongozi katika taasisi kama hizi, Maulana Abu Jaffar? Naam, jambo hili ni ni kweli kwa sababu, jumuiya nyingi, kuna watu wana complain, wanalalamika, wana, wana kwamba uh, uh, wafuasi wao wanakuwa marginalized, na kuna watu fulani wanakuwa marginalized, wanatengwa, wana, wana, wana e, hawashirikishwi katika baadhi ya mambo. Kwa hivyo jambo hili kama hatukuweza uh, kulitatua litatugharimu sana. E, mifano mizuri iko katika kila, kila mji e, wa UK kwamba watu wanalalamika kwamba katika baadhi ya mambo ingawa anatoa pengine sadaka zao, anatoa michango yao lakini inapokuja katika mambo fulani wanakuwa marginalized. Na watu wengi ambao ni viongozi wanaweza kutumia labda kitilafu za dini, kitilafu za madhehebu, na na kitilafu mpaka za makabila kwa ajili e, ya kuwa marginalized baadhi ya watu. Sasa jambo hili halileti sura nzuri kwa sababu eh, tukisikia habari hizi zikitokezea katika baadhi ya ya, ya centers hizi unavunjika moyo sana kwamba kwa nini e, Wazanzibari au watu wa Afrika Mashariki ambao wako rich in culture. Sisi hey, culture yetu inarudi miaka maelfu ya miaka, watu walikuwa wanakuja kusoma ustaarabu katika Afrika Mashariki. Afrika Mashariki ndio lango kubwa la kuingilia Uislamu baada ya Ethiopia. Ilikuwa ni Afrika Mashariki lufrkahr e, watu wa Afrika ya kati walikuwa wakija wakisoma Uislamu kwetu. Sisi mashehe zetu wanata wanajulikana katika Afrika nzima, walikuwa wanajulikana. Sasa leo tunapoona kwamba Wazanzibari na watu wa Afrika Mashariki tumekuja Ulaya unafanya mambo ambayo hayawezi kufanana na culture zetu hayawiani na, na tarehe na history yetu, historia yetu inasikitisha sana kwa nini tufanye mambo kama haya? Kwa hivyo nadhani viongozi wa senta hizi hawana haki ya kuwa ya, ya, ya, ya kuwa, kuwagawa watu hawana haki ya kuwadhulumu watu hawana haki ya kujimilikisha hizi hizi senta. Kama wao wa, wanafanya hivyo, haya ni makosa makubwa. Kila kitu kinatakiwa kiwe kikuwa public, kijulikanwe na kila mtu, anakuwa na haki yake, kama mwanajumuiya apewe haki yake. Swala la mwisho tu kwa leo ni kipi kifanyike kuepusha migogoro isiyokwisha baina ya Waswahili, kubaguana, kutengana, kuchukiana na kurudishana nyuma, ila hali kwamba sisi ni wageni katika nchi hii na pia ni wachache sana katika watu wahamiaji waliopo nchini Uingereza. E, watu waridhiane, kwa sababu ukienda katika senta za wenzetu hawa waarabu, wahindi na watu wengine e, wametushinda sana. Hata wasomalia wametushinda sana kwa sababu senta zao e, si rahisi e, mambo kama haya kutokezea. Wako very progressive na wanafanya mambo mengi makubwa, wanafanya mambo makubwa hapa, wanafanya mambo makubwa katika nchi zao. Sasa sisi waswahili nabidi, kwanza ni kitu cha upendo. Upendo ni kitu muhimu sana e, siwe kila wakati, watu wanaoneana hasad wanaoneana choyo una chuki e, chuki za kisiasa zinaletwa hapa chuki za kidini zinaletwa hapa chuki za kikabila zinaletwa yani, mambo kama haya hatupeleki popote, na sisi tunayo constitution tunayo katiba. Katiba yetu sisi ni Qurani. Mwenyezi Mungu anasema wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, ni amri Itakuwa ni jambo la ajabu kwamba Muislamu anasoma aya hii kila siku na anakwenda nasali mara tano katika senta hizi anasema, iyaka naabudu na wa iyaka nastain, wewe tu ndio nakuabudu na, na kwa kwa wewe tu ndio naomba msaada. Lakini napokuja katika amri ya Mungu wewe unamwabudu, wala atafarraku, wala msifarikiane, utamkuta anamtenga ndugu yake kwa sababu ambayo haina maana yoyote. Sasa mtu kama huyu kule anakuwa ni muumini wa, wa ha, muumini wa kitabu cha Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, muumini wa kitabu cha kwa watu. Tuache masara haya na tuwe serious katika business hizi za kufanya mambo, si hivi itakuwa hatuendi popote, ndugu yangu. Asante sana Maulana, hii bila shaka itawafaa ita, ita walio wengi sana. Una nasaha zote za mwisho za kusema kabla hatujakata kipindi e, chetu hiki? E, nasaha zangu ni kama mtukufu ambia, wa daraja alivyotuambia almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmu'min man amana an-nas bawaiqu, yani Muislamu ni yule ambaye ulimi wake e, umesalimika min lisanihi wa yadihi na mkono wake umesalimika na kuwashambulia watu wengine. Sasa iko ulimi wako wewe, kazi yako ni kushambulia watu ha, na mkono wako unashambulia watu. Haiwezekani wewe ni Muislamu, kwa sababu so, Muislamu ni mtu ambaye ni mtu wa amani. Ndio Mtume akasema almuslim man salima almuslimuna, yule ambaye waislamu wamesalimika waislamu wenzake, wa min lisanihi, kutokana na ulimi wake, wa yadihi, na mkono wake, walmu'min, na mu'min ambaye ni believer maana -ma amana nnasa ba waifu, yule ambaye watu wamesalimika, wako katika amani ona na matatizo yake, wako katika amani ona na njama zake, wako katika amani na uadui wake. Sasa tukifuata utaratibu huu Qur'ani na Sunna ya Mtume tukaifuata vizuri, hakuna sababu ya watu kugombana, hakuna sababu ya watu kushambuliana, hakuna sababu kuoneana hasad, hakuna. Kila mmoja atapua haki yake, kila mmoja atapua heshima yake. Kwa mimi nahisi hizi centers zikitumika vizuri, vijana wakasomeshwa vizuri, wakalelewa vizuri, wakaona mifano mizuri ya sisi viongozi wao, au pengine mashehe zao, no, na kama inasihi kusema hivyo, basi tutafika mbali ndugu yangu. Naam sana Maulana Abu Jaffar, shukran sana. Kutoka London, hii ni Swahili Voice exclusive.